Beatrice Filipo akamwambia hivi bwana usioge hapa mamba wanacheza sana alafu wana watoto pale fahamu ni rafiki yangu sana tena sana jana nilishuka mimi na mama moja anaitwa mama dogo akatusalimia vizuri akasema mimi nataka nioge taarifa ya maokozi ya mtu kuzama kwenye maji katika mto Zigi eneo la mtaa wa Kongwa kata Mzizima. Kuu ya maokozi ilifika na tukio mida ya saa mbili asubuhi, na kuta wananchi wakiendelea wa kumtafuta, lakini kwa kujitenga sasa zetu na wananchi, tuweza kumwokoa mida saa nane mchana wa leo akiwa amefariki tayari. Napenda kutoa rai kwa wananchi waishio pembezoni mwa eneo lipotokea tukio kuchukua tahadhari ya kutoogelea na kutofanya shughuli za kijamii eneo hilo, kwani eneo hilo la mamba na pia lina kina kirefu cha maji kusababisha tukio hilo kutokea leo hii. Bia Tamu namfahamu, ni rafiki yangu sana tena sana hey. Akatusalimia vizuri, akasema mimi nataka nioge. Beatrice Filipo, hivi bwana, usioge hapa, mamba wanacheza sana alafu wana watoto pale